Lunazi ni, ni kisio ambacho kinapakana sana na maeneo ya Rubondo ya lakini, pia ni bado kuna mazingira mazuri ya utalii ambapo tunaweza tukajivunia watu wa Geita kuwa nje ya madini, bado kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea kuwepo na vilishawekwa na Mwenyezi Mungu eneo na ni kisiwa lakini pia kama unavyoona ni makazi ya watu na wanafanya shughuli zao za maisha, na kazi zingine zinaendelea za uvuvi, lakini pia na majukumu mengine pamoja na biashara. Mtazamaji wa Genzi Online TV, tuko pamoja sana kukujuza, nitaendelea kila pale ambapo tutakapokuwa tunafika, usiwe mbali na mimi katika siku ya leo. Bado naendelea kujivunia kuona mazingira mazuri ambayo yako ndani ya Geita, lakini pia yako ndani ya jimbo la Msukuma au s Pongezi kwa watu wote wanaokaa huku wanajishughulisha na mambo mengi, pia wanafanya vizuri. Ongeleni hivyo, ninaomba tu support yenu tuendelee kwa pamoja, mtendelee kwa kuwajulisha ambao mjawahi kufika huku, pia ambao mjawahi kuona kama mimi, ambao mara yangu ya kwanza kufika huku. Nina enjoy ziwani huku, ni mwambao wa Rubondo ambapo ni mjirani kabisa, yaani mkabala kijiji hiki.